Uwanja wa ndege wa Aalborg nchini Denmark unaotumika kwa safari za kibiashara na kijeshi ulifungwa kutokana na kuwapo kwa drone angani, polisi walisema mapema leo Alhamisi. Tukio hili limetokea siku mbili tu baada ya uwanja mkuu wa ndege wa Copenhagen pia kusitisha huduma kufuatia kuonekana kwa drone, hali iliyozua wasiwasi wa kiusalama wa anga barani Ulaya. Jeshi la polisi la taifa la Denmark limesema droni zilizoonekana Aalborg zilifuata mtindo sawa na zile zilizositisha safari kwa saa nne kwenye uwanja wa jiji la Copenhagen mapema wiki hii. Polisi wa eneo hilo waliongeza kuwa dron ziliondoka anga ya Alborg baada ya takribani saa tatu. Jumanne, Denmark ilieleza tukio la jiji la Copenhagen kuwa ni shambulizi kubwa zaidi kwa miundombinu yake muhimu na kulihusisha na mfululizo wa uvamizi wa dron unaoshukiwa kutoka Urusi na usumbufu mwingine unaoonekana barani Ulaya. Polisi walibainisha kuwa kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Alborg pia jeshi la Denmark kwa sababu kituo hicho kinatumika kama kambi ya kijeshi. Jeshi la Denmark limesema linashirikiana na polisi wa kitaifa wa eneo hilo katika uchunguzi, lakini likakataa kutoa maelezo zaidi. Pia nchi jirani ya Norway, mamlaka pia zilifunga anga ya uwanja wa ndege wa Oslo kwa muda wa saa tatu, siku ya Jumanne jioni baada ya droni pia kuonekana. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen siku ya Jumanne alisema kuwa droni zilizositisha safari jijini Copenhagen ni sehemu ya mtindo wa changamoto za mara kwa mara kwenye mipaka ya bara la Ulaya. Hata hivyo, balozi wa Urusi nchini Denmark alikanusha vikali tuhuma hizo akisema hazina msingi wowote. Mamlaka za Denmark na Norway zipo kwenye mawasiliano ya karibu kuhusu matukio ya Copenhagen na Oslo, ingawa uchunguzi bado haujathibitisha uhusiano wowote wa. Waziri wa mambo ya nje wa Norway alisema siku ya jana Jumatano. Polisi wa kaskazini mwa Jutland nchini Denmark waliwaambia andishi wa habari kuwa droni zaidi ya moja zilionekana karibu na uwanja wa ndege wa Alborg zikiwa na taa zinazometameta kwa mujibu wa polisi droni zilionekana kwa mara ya kwanza saa tatu na dakika arobaini na nne usiku wa jumatano na zilibaki angani hadi saa sita na dakika hamsini na nne usiku kwa mkia leo alhamisi Eurocontrol taasisi inayosimamia usafirishaji wa anga barani ulaya ilitangaza awali kuwa ndege kuwasili na kuondoka katika uwanja wa Alborg zingesitishwa kabisa hadi saa 7 usiku kutokana na uwapo wa droni. Tovuti ya uwanja wa ndege ilionyesha kuwa ndege ya kwanza kuondoka Aalborg ilipangwa saa saba na dakika ishirini usiku siku ya leo Alhamisi. Polisi walisema bado hawawezi kueleza aina ya droni zilizotumika au kama ndizo zile zile zilizoonekana jijini Copenhagen. Ni mapema mno kusema lengo la droni hizi ni lipi na ni nani, nani aliye nyuma yake, afisa mmoja wa polisi amesema. Polisi waliongeza kuwa jitihada za kuzishusha au kuzidungua droni hizo hazikufanikiwa na wahusika bado hawajapatikana. Polisi wa kusini mwa Jutland nao waliripoti kupitia mtandao wa X kuwa droni pia zilionekana karibu na viwanja vya ndege vya miji ya Esberg, Sonderborg na Skrid trap. Kituo cha jeshi la anga cha Fighter Wing Street trap kilichopo kusini mwa Jutland ndicho makao ya ndege za kivita aina ya F16 na F35 za Denmark. Kamishina wa polisi wa taifa Thaklidi Fogde amesema wananchi wengi kote nchini humo wameripoti kuona droni tangu siku ya Jumatatu. bila shaka baadhi ya taarifa hizi si za muhimu kwa polisi au jeshi, lakini zingine zina maana na naamini tukio la Albog ni miongoni mwa hizo, amesema Fogde. Polisi wamesema wanaendelea na uchunguzi kwa kushirikiana na idara ya ujasusi ya taifa, jeshi la taifa na mamlaka nyingine za nchi. Aidha, polisi walibanisha kuwa hakuna hatari yoyote kwa abiria wa uwanja wa ndege wa wala kwa wakazi wa eneo hilo, ingawa ndege tatu zililazimika kuelekezwa kutua viwanja vingine. Kati ya safari tatu zilizokatizwa Aalborg, mbili zilirudishwa jijini Copenhagen na nyingine katika uwanja wa Karup. Hii inaonyesha hali ya nyakati tunazoishi na kile ambacho jamii yetu inapaswa kuwa tayari kukabiliana nacho, waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen aliwaambia waandishi wa habari. Aliongeza kuwa uwezekano wa kuhusika kwa Urusi hauwezi kuondolewa, ingawa msemaji wa ikulu ya Urusi Urusi Kremlin Dmitri Peskov alikanusha tuhuma hizo akiziita ni tuhuma zisizo za msingi. Ulaya imekuwa katika hali ya tahadhari baada ya nchi kadhaa wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO kuripoti uvamizi wa anga kutoka kwa Urusi. Wiki iliyopita nchi Estonia na Poland ziliomba mashauriano na wanachama wenzao wa NATO baada ya Urusi kushutumiwa kwa kuingilia anga zao katika matukio tofauti. Romania, pia mwanachama wa NATO, ilisema droni za Urusi zimeingia kwenye anga yake. Urusi ilikanusha kuingilia anga ya Estonia na kudai tukio la Poland halikukusudiwa. Hata hivyo haikuzungumzia tukio la kuingilia anga ya Romania. Baada ya kikao cha siku ya Jumanne, NATO ilitoa tamko la kulani vitendo vya Urusi na kuonya kuwa itatumia njia zote muhimu za kijeshi na zisizo za kijeshi kujilinda. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alisema sisi ni umoja wa kujilinda, ndiyo, lakini sio watu wasiofahamu kinachoendelea, tunaona kila kitu. Baada ya hotuba yake ya Umoja wa Mataifa, rais wa Marekani Donald Trump alipendekeza kuwa mataifa ya NATO yanapaswa kuzipiga risasi ndege za Urusi zinazoingia anga ya Ulaya. Hii ni Msasa Media.